Do you know why the phoenix sits on the the right hand of the emperor? Hello, it's me, Bongotech again. Mika zangu ni kuwaletea vitu vikali tu kwa mwaka 2025. Na leo na nakuleta movie kali nyingine ambayo utaipenda na na binti wa kike lakini ana nguvu za kiume. Yani paka wazazi wanajishtukia wanasema, eh, huyu binti au ni mwanaume? Okay, leo na kuleta nakuleta movie kali ambayo utaweza kuenjoy kwa mwaka 2025 2024. Stori inaanza hivi. Kitendo cha Uwan Mulan, kuna binti anaitwa Uwan Mulan anapenda kuishi na kufanya majukumu mazito zaidi ya mwanaume. Kiliwakela sana wazazi wake na jamii hiyo iliyomzunguka matamanio. Ya wazazi wao ni kuona siku moja binti yao huyo akiolewa na kuwekwa ndani, na sio hivyo anavyoishi kibabe jinsi alivyo. Hata jitihada za wazazi wake kumpeleka kwa viongozi wa kimila kwa ajili ya kumfunda na kumtoa loya ya kiume pia azikusaidia na wala azikuzaa matunda. Ameshaamua binti kuwa na staili ya kiume. <laughs> Okay, jicho la chuki na maneno mabaya kutoka kwa majirani yakazidi kuongezeka na kuwa huwa ni Mulan mtu ambaye anaitwa juu ya naume lakini yani mwanamke lakini mwenye tabia za kiume. Siku moja mtawala wa Han, ambao ni China huko, alipata taarifa juu ya uvamizi mkubwa uliotokea kwenye moja maeneo yake, na lengo kubwa la uvamizi huo kwenye nguvu za kichawi ni kuchafua mpaka jumba la kifalme. Ikatolewa amri kwa kila familia kutoa kijana wa kiume kwa ajili ya kwenda kujiunga na jeshi hilo ili kuweza kuisaidia taifa juu ya vita itakayokuja. Familia ambayo haina kijana wa kiume, basi baba atalazimika kwenda kushiriki vita hiyo inayokuja. Familia ya kina Mulan sasa hakujaliwa kupata mtoto wa kiume, hivyo baba ndio alilazimika kwenda vitani licha ya umri wake kuwa mkubwa sana huko na magonjwa pamoja na ulemavu vikimwandamana. Usiku aliandaa mapazi yake ya vita pamoja na silaha, ili pakipambazuka aelekee katika ukumbi wa mazoezi kwa ajili ya kwenda kujiandaa na kwenda kupambana. Kwa maswala ya vita, Mulan sasa aliamuonea huruma baba yake mzazi, alijua si rahisi kwenda kupona katika vita hiyo. <laughs> Basi alfajiri na mapema sana, kabla baba yake hajaamka, Mulan aliamka wa kwanza katika mavazi na silaha za baba yake na kuelekea moja kwa moja kwa ajili katika kambi ya kijeshi. Alibadilisha jina na kujipachika jina la kiume. Alifunga na kukaza, alifunga kifua chake ili tu asitambulike kama ni wa kike. Hata sauti ilimlazimu kubadili, maana mwanamke hakuruhusiwa kabisa kujiunga na jeshi na kuingia vitani. Adhabu ilikuwa ni kifo kwa mwanamke atakayejipenyeza na kuingia jeshini. Kwa hiyo Mulan alikuwa na wakati mgumu kutunza siri hiyo katika kundi kubwa la wanaume maana ndani ya hema lao walikuwa wakijichua utupu wazi akiamini wote ni vidume. Hey, okay. Akawa analazimika kuomba linda usiku ili awe mwenyewe na kupata nafasi ya kuoga mwenyewe wengine wakiwa wamelala. Alifanya mambo mazito kambini hapo wakati wa mazoezi na vitani kuliko hata wanaume yeyote. Akapendwa na wanajeshi zake na viongozi kwa jumla. <laughs> Alijitahidi kutunza sara siri lakini, kama ujuavyo, hakuna jambo lenye siri daima. Adhabu ni kifo iwapo atabainika. Je, atafanikiwa? Haula ni bonge moja la movie ambalo wataweza kuipata na kuweza kuenjoy sana kwa mwaka huu 2025 unachotakiwa ni kuweza kuitafuta, alafu ni kuweza kuenjoy. Je, Mulan atafanikiwa kuweza kujiokoa nchi yake katika vita pia na kuweza kuitoza siri yake ya kuwa mwanamke wa kwanza kwenda kujishiri na kutogundulika? It's me, Bongotech mbili tano tano kwa masuala mbalimbali ya teknolojia kwa kulikinyepesi kabisa ya Kiswahili sa so, like subscribe, kulikeasubscribe ku comment na kushare ili uweze kujifunza nasi asanteni, natakia, na siku njema.